No reform, no election operation hii imeanzia kanda ya Nyasa ambayo mimi ni mwenyekiti wake. Tulianza jana Mbeya mjini likapigwa nyomi la hatari, mwenyekiti Tundu akaniambia, Nyasa bado mko fiti hivi? Nikamwambia na bado si tunakwenda huko, utaona tukaenda Kabwe leo tukafanya mkutano wa maana sana. Wakati tunakuja tukasimama na Manyere tukapiga nyomi ya hatari sana. Tumekuja Kirando ndio mmeua kabisa kwa umati huu mwenyekiti wa taifa ni wazi sisi tunatembea kifua mbele kwamba kanda ya Nyasa kwa sasa ndiyo ngome ya Chadema katika taifa hili. Ndugu zangu, niwashukuru sana sana wana Kilando na Nkasi Kaskazini kwa ujumla kwa namna mlivyompokea mwenyekiti katika ziara yake ya kwanza akiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa. Ni kuhusu no reform, no election, na tunaomba wananchi mtuunge mkono kama ambavyo wananchi wa Nkasi Kaskazini mmekuwa mnakomaa, wakazi wote. Kuna watu wakasema, ah, tunaenda Nkasi Kaskazini kufanya nini? Wanajitambua. Lakini ni mwenyekiti wa taifa akasema lazima turudi Nkasi Kaskazini ili tukumbushe za mitaa tutiane ujasiri, ndugu zangu. Kwa hiyo hamasa yenu tunaiona utayari, utayari wenu tunauona tayari, mko tayari kabisa kuikabili changamoto na mambo yote hofu negative yanayotokea wakati wa uchaguzi. Wananyasa mko tayari kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba, isipokuwa hatuwezi kwenda business as usual, hatuwezi kwenda kwa namna ile ile zangu, hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira yaliyopo, mazingira ambayo mbunge ameongea, mazingira ambayo mwenyekiti wa wilaya na diwani Galica ameongea, nini kimetokea katika chaguzi za zilizopita hususani uchaguzi wa mwaka jana 2024. Sasa hatuwezi kukubali kuendelea katika staili hiyo, kwa sababu haiwezekani na haitakiwi mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema asitangazwe mpaka polisi wapige mabomu ya machozi mpaka polisi wapige risasi za moto ndiyo mbunge wa chadema atangazwe, kama alivyotangazwa aida. Haiwezekani watu waumizwe, haiwezekani watu wapate vilema, haiwezekani watu wauawe eti kwa sababu ya kiuchaguzi. Ili tunaenda kulikataa kuanzia